Msanii Diamond Platnumz leo kupitia ukurasa e, wake wa Instagram ameweka picha ya mwanaye, moja kati ya watoto wake wa kiume. Tunafahamu kwamba Diamond ana watoto wa kiume zaidi ya wawili bwana. Uh, so this time around ni kwamba Diamond Platnumz bwana, amemposti mtoto wake Nasib Junior, na mpaka unavyoona kabisa kwamba jina lenyewe mtoto anaitwa Nasib, yani ni jina ambalo amelirithi kutoka kwa baba yake, kwa sababu Diamond Platnumz naye pia anaitwa Nasib Abdul Juma mtoto so, ambaye Diamond amezaa na mwanadada kutoka Kenya 254 anamzungumzia uh, Tanasha Dona leo hii umeona picha ambayo Tanasha mwenyewe alikuwa ameiposti, Diamond akaenda kucomment makopa, then akaichukua ile picha na yeye akaja kuiposti kwenye ukurasa wake wa Instagram. Baada ya Diamond kuona picha hiyo masaa manne yaliyopita katika ukurasa wa Tanasha ya mtoto wake huyo Nasib, Diamond baada ya kuweka makopa kopa, kuna watu wakaja wakaanza kuzungumza ya kwao. Kwa mfano hapa kuna page, imekuja, imeripoti, imeandika kwamba bwana kucomment tu yuko sharp ila kutoa hela ya matumizi, ah, mimi na home girls wangu eh, sonye sonye, ameandika hivyo. Okay. Lakini pia vile vile ni kwamba baada ya hapo Diamond akaja akaposti picha hiyo ya Nasib Junior katika kurasa yake wa Instagram, ambapo watu wengi sana wamevutiwa na kitendo hicho ambacho Diamond amekifanya, kutokana na kwamba inaonekana wazi kabisa jinsi gani ambavyo eh, Diamond na mwanae wanavyofanana, na ukiangalia tu hizi picha kwa haraka haraka unaona kabisa kwamba Nasib Junior ndiye mtoto pekee wa Diamond ambaye amefanana naye 100% yani, ni kama vile photocopy, ukianza kuangalia macho, mdomo, pua na kila kitu, wamefanana to the maximum. Ni kitu ambacho kimewafurahisha mashabiki wengi sana wa Diamond Platinumz, na comment zimekuwa ni nyingi. Kwa mfano, hapa kuna baadhi ya page zimekuja kuripoti waziwazi wazi kwamba e, kupitia page yake ya Instagram, Diamond leo amemposti mtoto wake wa mwisho ambaye Aya, alipata na mwanadada kutoka Kenya Tanasha Dona. Lakini pia kuna peji nyingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana, hii maana yake ndio tunaitaga kwamba Tanasha alimpenda mno Diamond, kiasi kwamba amemzaa akiwa anasema hivyo, maana yake ni kwamba akisema kwamba Tanasha alimpenda Diamond alafu amemzaa ni kwamba eh, maana yake ni kwamba Diamond amepata mtoto na Tanasha au Tanasha amezaa mtoto ambaye amefanana na Diamond, 100%. Lakini pia katika ukurasa wa Diamond, ameweka baada ya kuposti picha ya Nasibu Abdul Abdul Junior, ameandika hapa chini kwamba Diamond fulani hivi mwenye filter ya Kenya umeona. Hicho ndio kitu ambacho uh, Diamond mwenyewe amekiposti na hiyo ndio caption ambayo Diamond ameji express feelings zake kwa mwanaye kupitia caption hiyo. So ukiwa kama mdau, huweka maoni yako bwana katika comment section, toka tukisoma na kureplay kila comment. Na pia vilevile vile, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.